Tulipanga leo kuja kwenye ziara na ziara hii ni ziara mahususi ya kuja kuona kazi kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaifanya nchi nzima ya kuwapelekea wananchi maendeleo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umesikia taarifa kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote yani UCSAF, Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga fedha shilingi bilioni mia moja ishirini na sita amezipeleka kwenye kata mia saba kumi na tatu kujenga minara mia saba hamsini na nane na wewe mwenyewe umesema hapa Morogoro ameleta minara sitini na tisa na akasema katika maeneo ya mbali zaidi, Idete ni moja kati ya maeneo hayo, na huku nako akaleta mnara wa mawasiliano Idete na nyiye mpate mawasiliano. Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mambo mengine anayoyafanya amezindua mkakati wa uchumi wa taifa wa kidigitali wa miaka kumi kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034. Na, na moja kati ya nguzo sita za mkakati huo ni miundombinu ikiwemo miundombinu ya mawasiliano na ndiyo maana nilipokuwa nafanya ziara hii ya kukagua minara nilipoambiwa Idete ni mbali na mimi nikasema nitaenda huko huko mbali, nikakutana na wananchi wa Tanzania, wananchi ambao wa Dkt Samia anataka wapate mawasiliano. Tunataka tarehe moja mwezi wa nne mnara huu uwashwe, na tunataka tarehe kumi na tano ya mwezi wa nne mnara huu uzinduliwe rasmi na mawasiliano yapatikane hapa Idete. Na mpaka hivi navyozungumza katika mradi huu ambao minara 308 na imeongezwa nguvu na minara 758 na imejengwa upya ile minara 308 iliongezwa nguvu, yote imekamilika asilimia mia moja. Lakini minara hii 758 mpaka hivi tunavyozungumza, minara 420 zaidi ya asilimia 55 imekamilika. Tarehe 12 ya mwezi wa tano kufikia saa sita kamili usiku minara yote mia saba, hamsini na nane lazima hiyo imewashwa. Hapa Morogoro kuna ujenzi wa minara 69 inafanyika katika mkoa wa Morogoro. Ukiangalia katika listi ya mikoa wa Morogoro ndiyo ya kwanza, minara 69, na inaofuata ni mkoa wa Tabora ukiwa na minara hamsini. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inavyopenda mkoa wa Morogoro, mheshimiwa waziri. Na katika minara hiyo 69 hadi sasa kwa mkoa wa Morogoro minara 34 tayari imeshawaka na inatoa huduma kwa wananchi. Na tukija kwa upande wa wilaya ya Kilosa, Kilosa imepata minara kumi na nane na kati ya hiyo minara tisa imeshajengwa na inafanya kazi, wananchi wanapata huduma. Na kwa hapa tulipo, umetembelea pale juu kwenye ujenzi wa mnara ambao napenda niwahakishie wananchi wa wakazi wa hapa wa kwamba ifikapo tarehe moja mwezi wa nne mnara huo utakuwa umekamilika na kuanza kutoa huduma. Leo hii tumetoka na mheshimiwa waziri, tayari tumeshafanya kazi ya kusaidia, na bahati nzuri, kila kinachokuja kinakuja na fursa. Tumeambiwa pale, miongoni mwa vijana ambao mtanufaika na ujenzi ule wa mnara ni vijana nyinyi wa Idete. Kwa hiyo sogeeni pale, shilingi mbili, shilingi tatu zitapatikana ili kusudi kuweka kuweza kuweka mifukoni. Muda wa kilimo umefika kwa hiyo pembejeo na vitu vingine vingine, dr Samia Suluhu Hassan amewarahisishia. Ndugu zangu, lazima tufanye kazi, ili tufanye kazi kuinua uchumi wetu na fursa hizi. Jambo ambalo uko nyuma ni ajabu sana. Huko nyuma wote tulizoea, wanakuja kujenga minara, hawa wanakuja na magari ya wasaidizi kutoka Morogoro, Dar es Salaam na kwengine kwengine, wabeba vyuma vyote wanatoka. Lakini leo hii wanakuja kujenga minara wanaleta fursa fursa zote wanaziacha hapa Idete. Shida mawasiliano bado, tunakaa sehemu ambazo zenye mwinuko tunapata mawasiliano.